Nzuri kabisa, ila kuna kitu kimoja umeongea kimenigusa, kama vitu viwili vitatu. Kimojawapo umesema tunaochangia sana katika social media ni watu wa diaspora kwa sababu tuna muda. Na tofautiana kidogo na wewe, hatuna muda, ila hatuna megabyte nane <laughs> Internet yetu iko speed kidogo, kwa hiyo ndio maana tunachangia sana lakini muda tunapiga sana box. Sasa ya yeah, tunapiga sana box. Muda hatuna ila tunapiga sana box, megabyte nane hatuna. Tuna limited ndio maana. Hata hapa mimi nilikuwa naingia huko huko. Sasa Mheshimiwa Jussa ameongea mambo mengi mazuri sana. Ameongelea mchakato wa katiba, jinsi walivyotoka, kwa nini ah uh, hujuma aliyofanywa na CCM ikiamini wakishirikiana na mwenyekiti wao Mheshimiwa Jakaya Kikwete, kwa mfano, Mheshimiwa kabla hajaingia kwenye bunge maalum la katiba aliwaita wapinzani aliwaita watu wa makundi mbalimbali mbali, akasema jamani, tunaenda bungeni, tunapeleka rasimu ya jaji Walioba tukajadili rasimu ya jaji Walioba, tusipeleke mawazo ya makundi yetu, tusipeleke mawazo ya vyama vyetu. Lakini cha ajabu, siku chache kabla ya bunge maalum la katiba, alijakaa wao CCM wakawa na mkutano Dodoma. Baada ya kutoka hapo, kuanzia Nape, Kinana Uh, Mwiguru na watu wote wa CCM wakasema CCM tuna msimamo huu. Kwa hiyo mwenyekiti wa CCM ambaye aliwaita wapinzani wa Ikulu, msipeleke mawazo ya makundi yenu na ya vyama vyenu, pelekeni yenu, wakakaa kikao siku chache kabla ya bunge maalum la katiba, wakatoka na ajenda ambayo wanasema ni ajenda ya chama chao na wanapeleka ajenda ya chama. Kwa hiyo sio mawazo binafsi tena, ikawa ajenda ya chama. Sasa tutakuja tutakwenda kwenye fursa ya kuuliza maswali, maoni na michango. Mwenye swali. Kwa jina langu naitwa Raymond Abraham. Nashukuru kwa mazuri ambayo umetoa mheshimiwa Jussa. So, swali langu ni kuhusu katiba iliyopendekezwa. Ningependa kujua UKAWA watafanya nini ile katiba ikipita April, kwa sababu inaweza ipite au isipite, lakini mimi naulizia ikipita. Na swali langu la pili ambalo ndio la msingi kwangu, ningependa unisaidie kufafanua wazanzibari walioko Oman wanawezaje kuipindua Zanzibar. Asante sana. Asante sana Raymond, swali la kwanza, maswali mazuri, afu mheshimiwa atajibu. Kwa tuulize mawili mawili ili kusudi kila mtu aulize, tukiisha tutaenda raundi nyingine kwa ajili ya muda. Asante haya, nashukuru sana kupata nafasi ya, ku, ya kuuliza swali uh, mas, uh, swali moja a na b uh, labda kwa kuunganisha tu pale swali la, mimi naitwa Matulu, mchungaji Matulu Melkizedek. Uh, nilikuwa nataka ku, kwa kuunganisha swali la muuliza swali wa kwanza aliuliza juu ya Uh, tuhuma za wale watu walioko Oman kwamba wanawezaje kupindua serikali ya Zanzibar. Uh, mimi nadhani sijui ya tutapata maelezo lakini nafikiri serikali au CCM haiogopi kwamba wanafanya mapinduzi ya bunduki. Lakini kuna kitu ambacho ninaamini wanakiogopa na hicho kitu ndio ambacho mimi ningekuwa na, nafikiri kwamba ni nini kinafanyika. Nafikiri kitu anachokiogopa CCM na serikali ni kura za watu na mawazo ya watu, ndio maana hayo yote yapo ninavyodhani exactly. Mimi kwa hiyo nilikuwa nauliza kwamba ni nini kifanyike ili kuweza kugalvanize nguvu ya watu walioko nje, kwa mfano sisi diaspora kama ulivyosema. Kwamba tunachangia mawazo ndani ya nchi yetu yanayoleta changamoto na yanasikilizwa na wananchi. Lakini je, tukichukua hatua moja zaidi ya kwamba kura zetu, je, kama Watanzania tulioko diaspora nini kifanyike tuweze kupiga kura, kwa sababu ubalozi tunao eh, katika diaspora kila mahali. Watu wa katiba wakati wanafanya katiba ile ya nani ya, ya kupitisha katiba Ma, uh, uh, walipokuwa wanapitisha katiba uh, mwenyekiti wa baraza la katiba aliweza kuwafuatilia watu mpaka waliokuwa wanaenda kuhiji eh, walienda kule kwenye swala, kwenye sala wakawafuatilia, wakahakikisha wamepiga kura. Kwa nini kura za wananchi kama walioko diaspora zisifanywe utaratibu tukapata nafasi ya kupiga kura na kutoa maoni yetu yenye nguvu zaidi? Asante sana baba Maturu, asante sana. Nashukuru kwa maswali mazuri sana. Swala la kwanza la ndugu yangu Raymond Abraham alisema katiba iliyopendekezwa ikipita April UKAWA watafanya nini? Swala la msingi kwanza la kujiuliza ni kwamba katika mfumo ambao umependekezwa Je, UKAWA inaweza kuzuia katiba inayopendekezwa isipite? Narudi pale pale, kwa sababu mfumo unarudi kule kule kwenye bunge la katiba. Kama tungelikuwa, tunaamini kwamba kwa kupitia bunge la katiba tunaweza kuwa na mjadala wa maana na tukapata katiba ambayo itawaridhi wa Tanzania, tusingeondoka. Hatukuwa wajinga tulipofunga safari majumbani, tukakaa miezi miwili ya kwanza pale. Tulikwenda kwa sababu tukiamini kwamba hatimaye wisdom busara ita tawala lakini haikuwa hivyo. Sasa na katika huu mfumo ulivyowekwa ni kwamba CCM imeshaamua, imeshaamua kwamba iwe iwavyo, mawazo ya kikundi chao cha wizi na mafisadi wachache ndio yawatawale na iliyobakia process ni ku kwa sema hivi, sheria inayoongoza kura ya maoni namna ilivyowekwa haitoi fursa ya kuwa na kura ya maoni huru na haki, kama ambavyo walivyojitungia kanuni wabadlisha navotaka katika bunge la katiba, kwamba kila siku ukiamka zimabadilishwa tena, chini ya spika wangu kificho liokuwa na mwenyekiti wa kamati ya kanuni ili kuridhia chaacpzo mke bunge la katiba lilikuwa na raha zake, mmeweka magoli alafu upande mmoja una haki ya kuhamisha goli kadri unavyoona unavyopenda wenyewe kulingana na mpira unaelekea wapi. Sasa katika hali kama hiyo, utakuwaje na kanuni ambazo zitapelekea kuwa na mchezo wa haki? Leo tukaondoka, kwa hivyo na katika kura ya maoni vile vile. Moja katika jambo ambalo lilikuwa likitegemewa ilikuwa ni kwamba tuhakikishe kwamba kuna mfumo mzuri wa kuwa na mawakala wa kila upande katika kura ya maoni lakini pia kuwatambua hii katiba hii inayoitwa inayopendekezwa, inaambiwa ni katiba ya Jamhuri ya Muungano, na Jamhuri ya Muungano imeundwa na nchi mbili, Zanzibar na Tanganyika, msingi ambao tangu sheria ya mapitio ya katiba ilipoundwa sheria ya mabadiliko ya katiba uliutambua, lakini sheria ile ya kura ya maoni sasa inasema kila Mzanzibari aliyemo ndani ya daftari la kudumu la wapiga kura kwa upande wa Zanzibar atapiga kura kwa upande wa Zanzibar, na baadaye mtu yoyote anayeishi Tanzania bara akienda katika kituo cha kupiga kura ya maoni na akajitambulisha kwamba yeye ni Mzanzibari, atahesabika kuwa ni Mzanzibari na atapewa karatasi ya kura na kupiga kura upande wa Zanzibar. Yani, kutakuwa na sanduku la kura hapo. Unaweza kwenda wewe ndugu yangu Raymond, anayeweza kwenda Shamis Libe, yote tu katika sisi hapo, akasema ni Mzanzibari, haulizi kitambulisho, atambua wewe Mzanzibari, achukua karatasi ya kura, sanduku lako la kura lile pale la Zanzibar. Halafu ati masanduku yale ya ya kura yasafirishwe yende, akahesabiwe pamoja na kura za Zanzibar. Sasa katika hali kama hiyo kweli kuna tegemewa kupatikana haki ndugu yangu nikikula maoni. Kwa hivyo swala linalokuja ni kwamba sisi imeshaamua matokeo kabla kura hazijapigwa kwa mfumo huo ule kama katika bunge la katiba. Kwa kutumia wale mia mbili na moja wale aliyowasema kina Semakafu kina Kingunge kina Bulembo na wengine wengi tu, ambao wanaambiwa nawakilisha makundi ya wananchi. Sasa mfumo ule umeletwa huko. Kwa hivyo kwa kifupi UKAWA haikuwa na choice. Katika hali kama hiyo ilikuwa sasa, ni kulazimisha ushindi. Sasa UKAWA itafanya nini? Mimi nadhani la msingi ni kwamba hata sasa hivi tuna katiba mbaya sana sisi. Katiba hii iliyokuwepo hii imejaa matatizo hii. Lakini tumekuwa tuna operate katika mfumo huo huo. Utaona ajenda ya UKAWA imejikita wazi wazi kwamba ni kuelekeza nguvu zake katika uchaguzi, tukitambua kwamba nao na matatizo yake lakini tunachoamini ni kwamba kutokana na vuguvugu lilivyo na mwamko ulivyo, angalau kwa sheria hizi zilizokuwepo haziko kama ile kura ya maoni ilivyo, basi pana nafasi ya kuweza kuwashajisha Watanzania kuleta mabadiliko ambayo tunataka, na baada ya hapo kurejesha ajenda kwa wananchi wenyewe, kupata katiba kweli itakayokidhi matakwa ya wananchi. Ndio ajenda ya UKAWA. Lakini nikusaidia kitu kimoja, kwamba sisi wengine mpaka leo tunajiuliza kwamba je, itawezekana kuwa na hiyo kura ya maoni 30 Aprili, na hapo ndo napokuja, labda nisema swala ambalo libya lilishikilia sana, nilizungumza swala la uandikishaji la wa wapiga kura kwa kutumia mfumo mpya ambao unachukua alama za mwili kwa maana ya BVR biometric voter registration. Wapiga kura wa Tanzania sasa hivi kulingana na population ambayo tunayo wanakisiwa hawatopungua baina ya milioni ishirini mpaka ishirini na tano katika population ambayo ina watu kama milioni 45 kwa sababu tunategemea watakuwa wengi zaidi. Ndio maana nasema milioni 25 kwa sababu unavyojua, sasa hivi zaidi ya asilimia sabini ya total population ya Tanzania ni watu ambao wako chini ya umri wa miaka 35 kwa hivyo, ile range ya wapiga kura inaweza kuwa ndio wengi zaidi kuliko watoto katika Tanzania. Sasa tunajiuliza mpaka sasa unazungumza, uandikishaji umeanza wiki iliyopita Iringa, nasema hapa libi wameandikishwa watu sabini kwa kutu. Sasa tunajiuliza kweli tuna mfumo wa ufanisi kiasi gani, kwamba watu milioni ishirini na tano wataandikishwa na sio ndani ya miezi miwili? sababu lazima waandikishwe wa kamilike, ili muendelee hatua nyingine. Uwezi kwa unaandikisha piga kura mpaka tarehe 29 Aprili, kwa sababu 30 wanaenda kupiga kura, haiwezekani. Sasa je, tunawahi kumaliza kuandikisha lini? Uweke rejista, ubandike majina, watu wakathibitishe kwamba ndio, kama kuna pingamizi ziwekwe. Kweli tunataka tuamini kwamba ndani ya miezi miwili kazi hiyo kwa Tanzania nzima ambapo miundombinu yake tunaijua sote ilivyo, inawezekana? Na ndio maana ukitizama kuna watu wanarusha na, na mipira tu. Jaji Lubuva, mwenyekiti wa NEC alisema hadharani miezi kadhaa kabla, kabla sio miezi miwili, miezi kadhaa kabla, kwamba haiwezekani kukamilisha uandikishaji kabla ya 30 Aprili. Lakini watawala wanalazimisha, kwa sababu kwa wao wanaona hoja hii ni bora ife, imalizike kabla ya uchaguzi mkuu, ili isiwe ni hoja katika uchaguzi mkuu. Asichokijua ni kwamba upige kura usipige kura, upitishe usipitishe, hoja ya katiba hauwezi kuikwepesha isiwe ajenda kuu ya uchaguzi mkuu 2015 hiyo. Ajidanganya, haiwezekani. Na kama navyosema, watu washamka. Hatuzungumzi na wale watu ambao zamani kulikuwa na usemi wetu tunasema maarufu wa kutaka kuonesha level ya understanding Tanzania, anasema Mtanzania wa kawaida kijijini mpaka leo ukimwona rais wako atakwambia Nyerere. Si kweli, si Watanzania wa leo. Si Watanzania wa leo. Mimi nilishiriki katika kampeni za uchaguzi mdogo wa Igunga na sasa tunajua Igunga ni katika maeneo remotest na watu wake wako nyuma kabisa kuna maeneo tumekwenda watu mpaka leo wanavaa vile viroba Igunga kabisa, wamejifunga viroba tu kujistiri zile sehemu bezi. Nimeshuhudia kwa macho yangu Igunga. Lakini matokeo ya Igunga, pamoja na kuchakachuliwa na chukua hayo yaliokuwa rasmi, CCM ilikuwa ikijitangaza na shinda kwa asilimia themanini, uchaguzi ule CHADEMA na CCM wamekwenda almost 50 50 hasa 50. Hawa ndi watu ambao wanaambua backward kabisa Kwaibu, kwa hivyo tusidanganyane kwamba watu wako katika hali ile ile. Kwaibu, kwa hivyo kaonachoamini kwamba swala hili litaendelea kuwa ni issue na ni ajenda sasa wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi ndio ninachokiamini. Na nasiamini kwamba tuna mwelekeo wa kuweza kupata BVR na vitu vingine kama inavyozungumzwa kabla ya uchaguzi.